Kwa klasi ya leo leo, tumeenza kusoma Kiswahili. Sasa tu aze eh. Ya kwanza leo tunaenda kusoma umoja na wingi sawa? Mm-hmm. Sasa tu wanze sawa. Mtoto, mtoto ni mmoja. Watu wakikuwa wengi walaitwa watoto wala wa, sawa? E. Na ya pili ni ma mzazi, sawa? Ehe. Mzazi ni mmoja hawa wakikuwa wengi wanaitwa wazazi sawa? Ehe. Na ya tatu ni kiti sawa? so, si mnajua kiti ni nini? Ni lile unakalia, but zikikuwa mingi zinaitwa viti Hizo. So, zinaweza kukua kwa hapo home ama, ama kwa shule ama kwa ofisi saa. So, na ya nne sasa ni maji, na kwa wingi ni maji. Maji ni maji, maana kama mmoja ameleta ame kidogo na mwingine ameleta mingi ya mtungi, maji ni maji sawa? So,